Wakati huu Papa Francis akiadhimisha miaka 12 tangu kuchaguliwa kama mkuu wa Kanisa Katoliki duniani, ulimwengu unakumbuka safari yake ya kuwa papa wa kwanza asiyetoka katika bara Ulaya kwa takribani kipindi cha miaka 1300. Mrithi wa Benedict 16, ambaye alikuwa papa wa kwanza katika karne sita kujiuzulu, Francis alichaguliwa Machi 13 mwaka 2013. Kardinali wa zamani Jorge Mario Bergoglio wa Argentina alijulikana kwa unyenyekevu wake, ambapo kwa mara nyingi alionekana kutumia magari yasiyo ya kifahari. Papa Francis ametembelea mataifa 60 wakati uongozi wake, ikiwa ni pamoja na safari za kihistoria nchini Ufilipino, Cuba na Irak, akishirikiana na umati mkubwa wa watu kutoka kwenye maeneo yenye migogoro. Amekutana na wakuu wa nchi kama vile Fidel Castro, Barack Obama, Donald Trump, rais wa Ukrain Volodimir Zelenski, hasa wakati huu kukiwa na mivutano ya kimataifa. Papa Francis amewatangaza watakatifu zaidi ya mia tisa, kati yao John wa 23, John Paul wa pili, John Paul wa sita, Mama Teresa na Oscar Romero, wakiunda uridhi wa kisasa wa Kanisa, huku akipambana na changamoto za kiafya pamoja na kulazwa kwake hospitalini kutokana na matatizo ya kupumua. Papa Francis hayuko tena katika hatari na anaendelea vyema na matibabu, kulingana na taarifa ya Vatican. Kwa sasa imetimia mwezi mmoja tangu kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 kulazwa katika hospitali ya Gemelli huko Roma. Papa Francis hajaonekana hadharani tangu alipolazwa Februari 14, muda mrefu zaidi kwa papa kulazwa hospitalini.